essence, what we are saying is that there is no difference between Governor Kahiga and Governor Gladys Wanga. In fact, Governor Gladys Wanga is a female version of Governor Kahiga. Both must be condemned in equal measure. Mnajua vizuri sana kwamba sisi tuliheshimu Raila Odinga. Sisi tunamheshimu kama shujaa ambaye amepigania nchi yetu na tunamheshimu vile alikuwa akiishi na hata kwa kifo chake. Tungependa kusema kwamba gavana Kahiga sio mwanachama wa DCP. Gavana Kahiga ni mwanachama na ni gavana wa UDA. Inahuzunisha sana mpaka sasa hivi wale wanachama wa UDA hawajaongea jambo lolote, hawajamwandikia hata barua ya nidhamu. Tungependa wale viongozi wa UDA waweze deal na mambo ya Kahiga internally. Vilevile pia tumegadhabishwa na matamshi ya governor Gladys Wanga. Yale matamshi ilikuwa very reckless, Gavana Wanga kujaribu kuvuruta na kuingiza jina la party leader wetu katika migogoro hii. Mheshimiwa Rigathi Gashagwa hajatamka jambo lolote. Mheshimiwa Rigathi Gashagwa aliomboleza Raila, mnajua hangeweza kuja kule Bondo kwa sababu ya ile mpango ambayo wakina Gladys Wanga walikuwa wamepangia party leader wetu kumuumiza na kumdhulumu na kumdhalalisha. Lakini tungependa kuambia Gladys Wanga hakuna tofauti yako wewe na yule gavana wa Nyeri, sababu yale matamshi ya yule gavana wa Nyeri ni ya kuleta uhasama kati ya jamii mbili. Wewe Gladys Wanga vile vilevile unaleta uhasama kati ya jamii ya wa wajaluo na wakikuyu. Tungependa kukumbusha Gladys Wanga kwamba Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu, that is why alikuwa na running mate Mkikuyu. Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu, that is why familia yake wa kina Fidel walioa Wakikuyu, Raila Odinga junior ameoa Mkikuyu. So wewe Gladys Wanga kusema umechora laini ati atikwamba Wakikuyu wako kule na Wajaluo wako huku, Raila Odinga angeongea matamshi kama hiyo kama angekuwa hai? Na matamshi yako yamefanya tumeanza kukushuku wewe Gladys Wanga. Na kwa sababu umeleta siasa kwa hii maneno, wacha tuanze kuongea maneno ambayo watu wengi ambayo wameshindwa kukuongelesha wewe Gladys Wanga. Tungependa kukuuliza, why are you taking advantage of Raila's death to politicize everything? Wewe Gladys Wanga, hao Wajaluo ambao unatetea wanauliza maswali mingi sana. Kwa nini wewe Gladys Wanga, wakati ulisikia Raila amekufa na ameaga dunia kule India? Hata kabla mwili wa Raila ufike Kenya